asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndugu zangu watazamaji wa Masjid Takwa TV nikilipoti moja kwa moja kutoka Masjid Takwa hii ni countdown ya ramadhani na mfungo wa kwarezma tutakwenda kuwasikiliza mashekhe wanazungumziaje kuelekea mwezi wa ramadhani nini watu wanatakiwa kujiandaa na mfano mambo kama haya Naam. asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tunaomba ujitambulishe Naam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadu, ama kwa majina naitwa Nuhu Ibrahim Miraji Kambi, ni mwalimu katika masjidi hii au kwenye sehemu hii, insha allah. Kuelekea mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, umejipangaje na una furaha kwa kiasi gani kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Alhamdulillah, na mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kiukweli wa mambo katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa, hasa kuziandaa nafsi zetu, kuyaandaa matendo yetu, kuziandaa akili zetu, lakini pia mm, kiongozi wa umma Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam anasema, mamfaraha bidukhuli ramadhana haruma alaihi jasaduhu ani nirani, yeyote ambaye kwamba atakayekuwa na furaha atakayeweza kufurahika kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamharamishia kiwiliwili chake kutokana na moto au mioto ambayo kwamba aloianda. Naam, inshallah. Tunafahamu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni aya ipi na sura gani ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuweza kufunga? Alhamdulillah, aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa Ta'ala ameweza kuiamrishia funga kama jinsi ambavyo alivyosema ayuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina minkabilikum, ni aya ambayo kwamba e, ya suratul Bakara. Kwanza ni Suratulbakara hmm, lakini ni aya takriban ya themanini na saba aya themanini na saba ndio imeweza kuzungumzia swala zima la kuweza watu kuweza kufunga. Na mashallah, amepatia na ndio majibu yake. Director, tunaomba zawadi yake e, ikawe ni sababu ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni zawadi yetu ndogo, inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie inshallah. wanta kadhalika inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu wapenzi watazamaji wa, wa, wa Masjid Taqwa TV, nikiripoti moja kwa moja kutoka katika kisima hiki cha Masjid Taqwa ambapo maji yanauzwa kwa bei nafuu sana, maji bei ya jumla, rejareja, watu wa Makambako wanaendelea kunufaika. Hii ni countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwarezma. Hivyo basi tutawahoji baadhi ya wadau ambaye kwa leo tumempata ndugu yetu ambaye ni Mkristo, tutamuuliza maswali machache. Lakini unachotakiwa kufanya chini hapo ya video yetu kuna e, ujumbe ama kuna sehemu ya kusubscribe, minya hapo washalama kengele ili tusaidiane kusambaza heri hii. Naam ndugu yangu, habari. Salama. Habari za kazi? Salama. Kamwene, kamwene mnoge ale yuve. Aya, Muda mchache kutoka sasa tunatarajia kuingia katika mfungo wa Kwarezma, umejiandaa kwa kiasi gani? Nimejiandaa vizuri kabisa, ndio maana tunafanya kazi kwa bidii tuweze kukusanya kujipanga vizuri yani. Na, Mashaallah yeah. na kuelekea mfungo huu wa Kwarezma e, kufunga ni siku 30 au arobaini? Kwa sisi Wakristo ni siku 40. Mashaallah, amepata amepata, na ni siku arobaini kwa kuwa e, madhehebu ni mengi yeah. lakini kubwa dhehebu kubwa zaidi ambao wao wanaenda siku arobaini. Hivyo kama kawaida yetu tuna zawadi ndogo tutampatia ndugu yetu, ikawe ni sababu ya kujiandaa na mfungo wa Kwarezma. Shukrani sana, mbarikiwe sana. Amina tuko, ha, pa moja, sana. tuko Naam, pamoja Naam. mpaka wakati mwingine. Haya ndiyo maisha ya sisi watu wa Makambako. Hii ndio sifa pekee ambayo ukija katika mji wetu wa Makambako hutoiona katika miji mingine. Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunaishi pamoja kwa amani, upendo na kushirikiana ambao hampo Makambako, hebu njooni muone ni kwa namna gani Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunashirikiana kwa pamoja. waaza asalamu aleikum waraafua minkum